Naam mtazamaji wa Trend TV bwana, kuhusiana na ile sakata la Harmonize na Ibra, kuhusiana na issue nzima ya Ibra kutaka kujitoa katika record label ya Konde Music Worldwide au Konde Gang, ni kwamba at the end of the day eh, baada ya kumwona Harmonize akiwa amewasili Basata, ni kwamba this time around tumemwona pia Ibra naye ameenda Basata kwa ajili ya kwenda kusoti hiyo issue, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba kumbe kitu ambacho ulikuwa ufahamu ni kwamba digital platforms Iba ilikuwa bado hajakabidhiwa, yani ukizungumzia platforms zake kama vile audio mark, boom play, Spotify, YouTube huenda na Instagram, kwa sababu kwa mda wote huu ambapo sakata hili lilivyokuwa linaendelea tuliona Instagram ya Ibra ilikuwa imefreeze, alafu hata pale juu katika bio yake ilikuwa bado imeandikwa signed signed under WC, signed under Konde Gang, Konde Music Worldwide. Sasa kwa mujibu wa siku ya jana walivyoenda pale Basata ni kwamba Ibra akaelezea e, upande wake, lakini pia vile vile mheshimiwa ambaye huyu bwana ndiye katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa, Basata eh, mheshimiwa bwana Kidemon kid Mapana eh, nadhani utakuwa unaelewa kwamba amesimamia ile swala vizuri kabisa, haki imetendeka, kila mtu ameondoka ameridhika, na ameelezea kwa kufafanua vizuri kabisa kwamba wamejitahidi kuwepo na win win situation, kijana atapewa platform zake, anatoka bila kulipa hata sumni, japokuwa hapo awali alitangaza kwamba anadaiwa bilioni moja, lakini pia vile vile ni kwamba kwa mujibu kwa wa bwana Kidemon Mapana ameeleza eh, kwamba hii issue hapa ilipofikia, kwa makubaliano yao ili kuwepo na hiyo win-win situation kati ya hawa wasanii, yaani Ibra na Harmonize, ni kwamba katika, katika tracks zote ambazo Ibra amemshirikisha Harmonize, ni kwamba watakuwa wanagawana

maamuzi mazuri kiukweli, na ukizingatia kwamba Ibra anaondoka pale free ni jambo zuri sana la kheri. E, bwana naona wote wameridhika, lakini pia vile vile management ya Harmonize management mpya, tunafahamu kwamba sasa hivi Harmonize yuko na management mpya, na meneja wake sasa hivi ni mwanadada e, amezungumza pia kuhusiana na hiyo inshu. Lakini pia habari kubwa ambayo ilikuwa imesambaa jana, kama ilikuwa labda ilikupita ni kwamba Ibra tayari it's official kwamba yuko huru. Ameona bwana k hapa, kuna page imeripoti imeandika kwamba msanii nyota wa muziki wa Bongo Flava Ibra ambaye alikuwa chini ya record label ya Konde Gang kwa sasa hivi yuko huru rasmi kuendelea na kazi zake za kimziki kama msanii huru. Hii imefuatia makubaliano yaliyofanyika siku ya jana kati yake yeye na uongozi wa record label hiyo, lakini pia vilevile vile baada ya mgogoro wao uliodumu kwa takribani wiki mbili. Makubaliano hayo yamesainiwa mbele ya katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa la Taifa, Dr. Kidemoni Mapana. Katika kikao hicho, Ibra aliambatana na mshauri wake wa biashara Bwana Msigwa, huku upande wa lebo ya Konde Gang iliwakilishwa na wakili wao bibie Sandra. Lakini pia vilevile vile kupitia makubaliano makubali hayo, Ibra ameruhusiwa kuendelea na kazi zake za kimziki bila e, masharti yeyote kutoka kwa lebo hiyo. Hatua hii inatoa nafasi kubwa sana kwa msanii huyo kujiendeleza zaidi katika sanaa na uhuru wa ubunifu wake binafsi meona eh? Lakini pia vile vile ni kwamba uongozi wa Konde Gang, eh, umefika pale Basata na Ibra ametangazwa kuwa huru kutoka kwa uongozi wenyewe wa Konde Gang, ambapo mchana wa siku ya jana ni kwamba eh, upande wa Konde Gang umetangaza rasmi swala hilo kwamba msanii huyo hayupo tena kwenye record label yao, yuko huru. Lakini pia vile vile wameelezea pia jinsi ambavyo wanavyomtakia kila laheri katika eh, katika hatua zake za kimuziki. Lakini pia Ibra naye alivyopata nafasi ya kuzungumza, akazungumza kwamba yeye pia ameomba pia radhi, amezungumza vitu vingi, ametoa shukrani zake, lakini ameomba radhi, ameomba msamaha kwa Harmonize. Eh, kuna page hapo amekuja ameripoti, ameandika kwamba baada ya kumaliza baada ya kumalizana, kumalizana kibiashara mbele ya baraza la sanaa la taifa Basata Tanzania, msanii Ibra ametumi, ame, ametumia nafasi yake kwa ajili ya kumwomba msamaha kaka yake Harmonize kutokana na kauli ambazo alikuwa akizitoa mtandaoni na majibizano mazito yaliyotokea kati yao. Sasa kuhusiana na hii issue ya Ibra kuomba msamaha, wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao bwana, kama kawaida. na mmoja kati ya mtu, hapa kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, eh, kamtoa, Harmonize. Mm. Amesaa kwamba bwana kamtoa Amonaizi, analishukuru baraza la sanaa la <laughs> analishukuru baraza la, wasana, la sanaa, ila wasanii kama kwamba bwana kusaidia ni marufuku. Hicho kitu mjifunze, eh, wasanii sio watu wa kuwasapoti kwaas, kwamba bwana ulitaka kusema nini sasa hmm? Mtu ameandika hivyo kwa soka, kaa, nye kweli roho ya kusamee inahitaji uta, inahitaji utayari. Kuna mtu ameandika hivyo, hivyo. Kwa kweli binadamu mbaya sana kwa bwana, kwani amepata kishishi ngapi? Bwana vipi sasa, pesa zetu tulizokuchangia unarudisha au kwa, mtu ameuliza hivyo, na pesa hairudishwi <laughs> wadau bwana wanadhania wanauliza kwamba Ibra, tunakumbuka kipindi kile wakati Eh, wakati anadaiwa bilioni alivyotangaza kwenye mitandao aliomba watu wamchangie, na watu walimchangia inasemekana, na baada ya kumchangia sasa, baada ya kuona kwamba amesamehewa lile deni, hajalipa hata hamsini. Je, zile pesa ambazo watu walizochanga anarudisha au la? Nadhani hakuna huo utaratibu, lakini kuachana na hilo ni kwamba baada ya haya yote kutokea finally. Ibrah alivyotoka tu pale nje siku ya jana, akaweka wazi kwamba bado digital platform zake hajakabidhiwa, lakini kwa mujibu wa meneja wa Konde Geng alisema kwamba end of the day yani siku ya mwishoni mwa siku yani jioni eh, baada ya kutoka pale ofisi za Basata, basi moja kwa moja Ibra atakabidhiwa hizo digital platform zake, lakini pia wamesisitiza kwamba wanamwombea kila laheri, na hata huko mbele haya mambo ya ugomvi na nini kupishana ni yanatokea, lakini huko mbele wanatamani kuona wakiwa wanaendelea kusapotiana. Hiyo ni kwa mujibu wa mtazamo wa lebo ya Konde Gang. Umeona bwana eh? so hivyo ndivyo situation ilivyo na ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli eh, vimewagusa watu wengi sana. Umeona eh, maoni ya watu yamekuwa ni mengi hususan eh, baada ya Ibra kuomba radhi management, kuzungumza eh, na maamuzi kufanyika kuhusiana na Ibra, jinsi ya kuwa released katika record label hiyo ya Konde Gang. Na ni kwamba kwa kifupi ni kwamba Ibra followers ana zaidi ya milioni mbili na laki nane. Uh, Ibra yuko na subscribers wa kutosha almost milioni. Ibra ana views wengi tu huko YouTube na streams nyingi kupitia digital platforms mbalimbali, mbali, lakini pia yuko na fan base. Kkuna watu sasa hivi wanamkubali sana Ibra kutokana na ngoma ambazo anazozifanya, lakini haya yote lazima tuweke wazi kwamba Harmonize ndiye ambaye amemsupport Ibra kufika hapo alipofika. Kwa hiyo obviously, uh, kutoa shukrani kwa Harmonize hatujaona, lakini nadhani yeye mwenyewe pia anaelewa kabisa kwamba Harmonize amemsaidia amemsaidia kiasi gani, lakini ukichana na hilo, pia cha msingi zaidi ni kwamba ameomba radhi, jambo ambalo linaonyesha kwamba ni la kiungwana sana. Ukiona mtu anaomba radhi bwana, ujue ni muungwana. Kwa hiyo Ibraah amemwomba radhi Harmonize kwa maneno yote ambayo alikuwa anajibizana huko mitandaoni. Umeona bwana, so Ibraah sasa hivi ni msanii huru, hayupo tena pale Konde Gang. Ukiwa kama mdau hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.